Asemeji habari ya nimetuma mtoto sahi, nikuwa najua watu wa kanisa walikuwa wanakuja. Imetuma tu mtoto sahii, nikamwambia umpea sukari halafu, mo anarudi, nmambia uku ea sukari siteasasa, wageni wa kanisa na mimi kuea na sukari, niliiea hizi ni kitu za ndugu yandugu yako si angekuoa akiweka, so ulikuwa

Kama unataka sukari ya bure, fungua duka yako. Kama hii imagine utakuwa unachukua free, hakuna mtu atakuwa na kuuza. Na wewe utakuja kuniangusha mali, ujajua mali tumetoka ndugu yako angekuoa <coughs> Yeah. Yeah. Ama ukitaka vitu za free fungua yako hakuna mtu atakuwa na kuuza. Nita na mimi hapo kwa